Naitwa Hussein Makubi Mwananyanzara. Nimesimama hapa kwanza kwa kumpongeza mama, mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri aliyoifanya miaka minne iliyopita, kwa sababu kazi ya mama miaka minne kimchezo imepanda sana Tanzania, hususan Yanga. Yanga imekaa vizuri sana tangia mama ameanza kusapoti timu za kimataifa. Kwa sababu bado nampongeza sana kwa miaka minne iliyopita na bado miaka mitano inayokuja, kwa sababu ninaamini kwamba miaka mitano mama Samia anapita bila kupingwa, najua tutafanya vizuri zaidi, kwa sababu support yake inazidi kupanda kila kadri anavyoongeza ya, miaka yake ya uongozi. Kwa hiyo sasa ninampongeza sana na ninamwombea ushindi utakao kuja kwenye uchaguzi uwe ushindi mnono, maisha yake yasonge mbele zaidi, na na mimi nipo nyuma yake kama mdhamini wa goli la mama kwa jina la Huseni Makubi Mwananyanza lina limo kwenye udhamini wa mama. Ni, ni Mtanzania mmoja ambaye ni mimi ambaye nimejitokeza kudhamini tangia mama ameanza kudhamini magoli ya mama. Kwa hiyo na nitaendelea hata leo nimejitokeza hapa, kwa sababu kesho watani zangu wanacheza Zanzibar kwa ajili ya kucheza kwenye kutafuta ubingwa wa, wa kafu. Kwa nita stahidi na kusupport kwa sababu jamaa zangu watani wamekuwa waoga mpaka wameokopa kuingia Zanzibar kama sio Tanzania. Wameanza kulalamika kwamba hatuendi Zanzibar mpaka kwa Mkapa. Tanzania ni Tanzania, kiwanja kile cha Zanzibar kiko Tanzania. Wajitokeze tu wakacheze, na mimi nitajitokeza kwa kutoa goli. Kila goli laki tano, natoa laki tano, kwa timu zote zitakavyocheza. Waarabu wakishinda, anatoa kila goli laki na wao watani zangu kwa sababu nawafahamu wakiahidiwa hela hawanaga utani imeona nijitokeze ili nitoe laki tano kwa kila goli labda wanaweza wakashinda kwa sababu naamini ni kazi ngumu kwao lakini labda nijaribu kwa support wanaweza wakapata nguvu nitoe laki tano kwa kila goli. Ma. Ma. Ma, awamu ya kwanza nilikuwa natoka kwa simba na yanga lakini sasa hivi kwa sababu yanga iliferi simba imeenda kimataifa kwa hiyo zote hizo timu zote, zote, zote, zote, zote ni za afrika kwa sababu timu za Kiafrika zote nazisapoti, sababu hawa watani zangu uoga umezidi, nimeona tuza nijitokeze niwaahidi kuwapa kila goli la laki kitano, labda unaweza wakajitahidi wakashinda, kwa sababu wakisikia hela wanakuwaga ni hatari. Sasa ni Makubi Mwananyanza, kuna tetesi ya kwamba Simba tangu mwanzoni wamekuwa watani zangu, waende tu waamini, uwanja ule wa Zanzibar huko Tanzania, kwa hiyo wawe na amani, wataenda kushinda, wasikalili tu mpaka kwa mkapa kwa Mkapa wenyewe walishaiharibu, wa wakandarasi wameingia kwa Mkapa wamejaza kenta nzima ya vichwa vya mbuzi, kwa sababu walionekana wakiingia tarehe nane na basi nzima imejaa mbuzi, wanaenda kuchinjia uwanjani kwao, mpaka wakandarasi waliokopa kwamba uwanja huu bado hatujakabidhi na bado uko imara, tukiwaruhusu Simba lazima tena watacheza vichwa vya mbuzi, na wakati tumeshavisafisha, wapangiwe tu waende Zanzibar ili wasiingize vichwa vya mbuzi. Kwao na kule hawawezi wakaenda kuweka vichwa vya mbuzi. Kwao hendi kwa kujiamini tu, sio uchawi tu ndo mpira. Kwa sababu inawezekana Simba wanaamini sana uchawi ndo mpira. Yanga. Na Yanga. Atusichague si kuna vyama gani na vyama gani, tujitahidi kumpigia kula sam, mama Samia Suluhu Hassan kwa kwa wingi kwa sababu tunategemea makubwa zaidi kimchezo. Atatusapoti zaidi tofauti na tulivyokuwa hapa. Kwao, mimi ninaahidi kwamba namsapoti kuanzia kwenye kula na kuendelea kwenye ligi zitakazofuata za mpira mwakani. Kwao niko nyuma yake na ninajua hata kwenye kura na msapoti, na naombea wapiga kura wote wapige kura kwa mama Samia kwa Simba na Yanga na, na nafahamu kwamba katika Simba na Yanga nchi nzima mashabiki wa mpira ni Simba na Yanga, utamkuta kama yuko Pamba lakini yuko Simba, utamkuta yuko sijui Geita Gold yuko Yanga. Kwa hiyo wote ni aina mbili tu ya watu, kwa hiyo tupige tu kura za ndio ili hata mpinzani wa wa Mama Samia ashangae kwamba kwa nini kura zimekuwa nyingi hivi. Kwa sababu sisi tunategemea atubebe kimchezo miaka mitano tena ile tuende, yani mpaka nchi zingine zishangae. Unamaanisha kwamba Spidi alionayo Mheshimiwa Rais anaweza kaondoka nayo baada ya kuchaguliwa tena urais kwa miaka mitano tena. Nina imani Spidi itakao kuwepo ni kubwa zaidi ya hapa alipoanza, kwa sababu atakavyompitisha kwenye kwa kwa kwa kishindo. Ataanza kwa kishindo kusapoti michezo mpaka vijana wa michezo watakubali wenyewe. Mwananyanza, kwa nini umekuwa na imani kwamba watani wako wa jadi wanaogopa kuingia katika uwanja au dimba la Amani na Berkane? Watani zangu kule waliona uchawi, hata ufanya sana, kwa sababu kule ni kwenye ni, uwanja ni, ni wa ugenini, ila huku wanaona kwa Mkapa wanaitaka kwamba kwa Mkapa mtu atoki, lakini asilimia kubwa wanaongoza uchawi, wasicheze kutumia uchawi, waamini washabiki, wachezaji wa walio wasajili wako imara ki okay, wakiamini wachezaji wao wataenda kushinda, lakini wasipoamini wachezaji wao wakaamini waka, uchawi anaweza wakapigwa no, Mwananyanza kuna aliwahi ali kuwa mwenyekiti wa klabu ya Simba, Hassan Dalali. Mzee Hassan Dalali juzi ametoa kauli kwenye vyombo vya habari akisema kwamba inyeshe e, mvua sinyeshe Simba lazima achukue ubingwa na hawata, kama hawatachukua ubingwa hakuna shabiki yeyote aliyeingia uwanjani mle hatatoka. Hii kauli unaizungumziaje ya mwenyekiti wa zamani wa Simba Hassan Dalali? Hiyo kauli ni wao, so walisema hata kwa Mkapa kwamba watavunja viti kabla mchezo hujachezwa, na kweli ulivyo mchezo walivunja viti walivyoshindwa. Lakini kule walivyoenda Zanzibar sizani kama watafanya hayo, bwana Nyansala, timu ya, simba imeendelea kufanya vizuri kimataifa kulingana na timu ya Yanga. Nasani, kwa nini nyie kama mashabiki wa Yanga ameendelea kutokuwa na imani na timu ya Simba kufanya vizuri katika ngazi ya kimataifa? Ah, watani zangu bado hawajakaa vizuri kwa sababu mechi zao ni za kubebwa muda wote. Kwa bila refa kuaonia huruma hawana ushindi. Kwa watu watuwezi kuwa na imani nao ye... mchezo unaochezwa na Yanga ni mchezo ambao hata mshabiki, hata mpinzani akiuangalia, naona ni burudani lakini Mwananyanza wamesema kwamba wanaleta kombe e, kwamba kombe lazima e, litue kwenye ardhi ya Tanzania tofauti na Yanga e, tumefika fainali kombe la shirikisho lakini, e, na, lakini kombe lilienda kutolewa kule e, Afrika Kusini, nafikiri ni Afrika Kusini, sijui wapi. Wow, lakini kombe lilitolewa kule. Simba anakuambia kwamba wao kombe limekuja Tanzania. E, kombe limekuja <coughs> e, kwa hiyo, kombe kuja, kombe eh, kulileta sio mchezo na ndio maana nimetoa mimi kila goli laki tano kuja sio muziki mdogo, kila goli laki tano. Kama wataweza kulileta kombe, kwa hiyo mimi nitatoa hiyo hela. Wapigi goli Mwananyanza, issue sio kulileta, kwamba kombe wamelileta. Issue sio kulibeba, yani kulileta. Wamesema kwamba wao wamelileta Tanzania, litaonekana Tanzania kwamba hili hapa, lakini swala na ehe, hapo sasa ndio, ah ah, kombe wamelileta Tanzania. Kulileta kombe sio shida, inaweza likaletwa kama kuja kutalii tu alafu linarudi kwa wanaohusika kulibeba. Lakini nyinyi mashabiki wa Yanga, mnakiri kwamba Simba bado ni ya kimataifa imecho imechoka. Kwa nini imechoka wakati bado ina wakati? Tunangalia mchezo wanaocheza tu. Na utauona kesho. Na mimi ndio nimeahidi kwamba kama kweli ni wanaume, goli goli moja laki tano, lakini mimi naamini kwamba labda mataji yale ya makufuri yale ya wa makufuri watavaa. Hizo <laughs> ni Mtanzania wote ni wa Afrika. Wangekuwa hmm, wanafanya vizuri, sio kukaa na uoga wa kutumia uchawi. Tungekuwa na imani kubwa, lakini sasa hivi hata kutogoma kutaka kwenda kugoma kwenda kwa Mkapa kwamba wasiende Zanzibar kwa ajili kwamba hawana uhuru wa kufanya uchawi kule, lakini waepuke wa zama za zamani hizo za kuamini uchawi, wawasajili wachezaji ndio itakuwa vizuri. Ukishazie wachezaji tu, mechi zitaenda vizuri, utachukua makombe ya kutosha.